Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza juu ya mifumo ya serikali kuwasiliana na kubadilishana taarifa ili wananchi waweze kupata huduma bora zaidi kupitia mifumo ya tehama ya serikali. Mifumo yetu haisomani. Taarifa haziowani. Kazi tunayokwenda kuifanya kwa nguvu kubwa sana sasa ni kufanya mifumo ndani ya sekta ya umma isomane. Na katika kutekeleza maelekezo hayo ya Mheshimiwa Rais, mamlaka serikali ya mtandao e-GA imetengeneza mfumo wa pamoja unaowezesha mifumo mbalimbali mbali ya serikali kuwasiliana na kubadilishana taarifa. Mamlaka serikali mitandao imetengeneza mfumo unaoitwa Government Enterprise Service Bus. huu ni mfumo maalum unaowezesha mifumo ya serikali kubadilishana taarifa. Kuna baadhi ya huduma ambazo zinahusisha taasisi zaidi ya moja na kama kila taasisi na mfumo wake wa ndani wa opereshen zake za ndani, basi huduma ambayo inahitaji uh, ushirikishwaji wa taasisi zaidi ya moja, basi mfumo huu wa GovESB unawezesha ile mifumo ya hizo taasisi kubadilishana taarifa pale ambapo inahitajika. Mpaka sasa zaidi ya taasisi za umma 180 na zaidi ya mifumo 220 imekwisha unganishwa na inabadilishana taarifa kupitia mfumo wa GovESB. Na baadhi ya taasisi hizo ni NHIF PPRA na Mahakama Kuu ya Tanzania. Sisi mahakama tumeshawekeana saini na baadhi ya taasisi za umma, tayari tumeshirikiana kama sita. Mwendesha mashtaka tuko naye, NIDA tayari, ofisi ya mkemia mkuu wa serikali tayari, BELA tumeshaweka na TRA tunaonana. Kwa hiyo mifumo kama hii inaposomana inarahisisha. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, NHIF, kwa ajili ya umuhimu wa kubadilishana taarifa, mfuko umeunganisha mifumo yake mikubwa miwili: mmoja unaohusiana na uandikishaji wa wanachama pamoja na ukusanyaji wa michango, na mfumo wa pili unaohusika na uhakiki wa wanachama wanapokuwa kwenye vituo vya kutolea huduma pamoja na uwasilishaji wa madai kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo hii mifumo miwili mikubwa imeunganishwa na mfumo wa serikali unaosaidia kubadilishana taarifa na taasisi mbali mbali, yani Gavu ESP. PPRA imepewa jukumu la kujenga mfumo wa kidijitali wa ununuzi wa umma na kwa kifupi e, tumekuwa tukiuita Nest. Na ili tuweze kufanya safari yetu au kazi yetu kuwa rahisi inabidi tuweze kujiunga na mifumo mbalimbali. Kwa hiyo Nest inabadilishana taarifa na mfumo ipatayo 20 kutoka taasisi 19 kwa sasa. Hata hivyo, mifumo 17 imeungwa na Nest moja kwa moja kupitia mfumo wa Gav ESP. Mpaka sasa wanachama wetu wana uwezo wa kujiandikisha kwenye mfuko wa taifa wa bima afya wakiwa wamekaa majumbani kwao, na hawahitaji kuleta viambatisho vyovyote kwenye mfuko wa taifa wa bima afya. E, kupitia GovESB, PPRA kwa sasa jinsi tulivyo, hatuhitaji kujenga uhusiano tofauti kwa kila mfumo, kwani GovESB hufanya kazi kama msemaji mmoja wa mifumo yetu yote, na haya yote tunasema ni manufaa. Ina maana bila hiyo mfumo, endapo hakimu jaji, au mimi mwenyewe nataka kupata taarifa ya mtu fulani, inabidi nimwambie leta kitambulisho chako cha NIDA i nikiingia kwenye mfumo, nikiingiza jina lake nitaweza kuona namba yake ya kitambulisho, picha yake na taarifa zake, na ni kazi hakiki. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tuko tayari kutekeleza maelekezo yake kama alivyoelekeza kwamba mifumo badilishana ya taarifa, na sisi tumetengeneza GovESB ili kuwezesha ubadilishanaji wa taarifa, lakini pia maelekezo yake yote na maelekezo ya serikali kwa ujumla kuhusu mifumo ya tehama ya serikali tuko tayari kutekeleza. Sambamba na hilo pia, watumishi housing investments whi kupitia watumishi poto imetengeneza mfumo wa iiwekeza ili kuwarahisishia watumishi wa umma kujijengea utamaduni wa kuwekeza kila mwezi kupitia mishahara yao. Mtumishi wa umma ambaye wewe una chek namba na ambao ukiingia kwenye mfumo wa watumishi poto unaweza kuingia moja kwa moja, tukikuta pale utaenda kukuta dirisha la iwekeze, ambalo wewe kama umejisajili ulikuwa na control number ya faida fund, utabonyeza pale moja kwa moja, utaweka hiyo control number, itakupeleka sehemu ambayo itakuhitaji wewe uweke kiwango ambacho wewe mwenyewe kwa hiari una, yako unataka una, kuwekeza una, una, una, una, una. Lakini kama bado hujajisajili na hujaingia kwenye faida fund katika ule mfumo, itakupeleka moja kwa moja kwenye mfumo wa faida fund ambao kule nitakupeleka ili uweze kujisajili na kupata control number. Ukishapata control number utaiweka pale na kuweka kiwango ambacho unataka kuwekeza. Kwa watumishi ambao sio mshahara wao kupitia hazina na utumishi wao njia zao ziko mbili. Aidha kwa kuweka standing order kwenye benki wanaochukulia mshahara au kumwambia mwajiri wake kwamba mimi kila mwezi unikate kiasi fulani na ukipeleke watumishi housing faida fund. Dirisha la iwekeza linakusaidia wewe mtumishi wa umma kuwekeza kila mwezi na ni njia ambayo sisi wa watumishi auzni tumeibuni ili kuwasaidia Watanzania hasa watumishi waweze wawe na tabia ya kuwekeza kila mara, ili kukuza vipato vyao. Lakini bado tunasema una nafasi ya kuwekeza kila siku. Faida fund ni mfuko unaokuwa kwa kasi, na mpaka sasa hivi sasa hivi tunavyoongea unatoa faida kwa asilimia kumi na tatu mpaka sasa hivi kwa mwaka. Shime shime, watumishi wa umma, dirisha la hii wekeza liko wazi kwa ajili yenu ili muweze kuwekeza na kukuza vipato vyenu na kazi iendelee.